Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby, mechi namba 184 ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo mchezo huu kwa upande mwingine ni ule mchezo ambao uliweza kuahirishwa eh, ambapo ulitakiwa kuchezwa tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka 2025, lakini tunashuhudia klabu ya soka ya Simba mnamo tarehe saba walishindwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa hiyo ikaipelekea klabu ya soka ya Simba kuweza kugomea mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, na hatimaye shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake wakaweza kuahirisha mchezo huu. Sasa watu wengi wanajiuliza je, mara baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kupanga tarehe rasmi ya mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, mchezo ambao kwa mujibu wa ratiba mpya ni kwamba mchezo huu unatarajiwa kuchezwa ndani ya mwezi huu wa sita, yani mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa tarehe kumi na tano yani siku ya Jumapili e, ambapo Yanga watakuwa wenyeji katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa watu wengi wanajiuliza, je, Yanga Sports Club atapeleka timu uwanjani ama atopeleka timu uwanjani, kwa sababu ukiangalia hata ratiba ambao Yanga wameweza kuitangaza ratiba yao ya mwezi Ujuni, mchezo wao dhidi ya Simba hawajaweza kuweka katika orodha ya michezo ambao Yanga watakwenda kucheza, na vilevile kumbukwe kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Yanga wana mwaliko kwenda pale nchini Afrika Kusini yaani tarehe kumi na tano Yanga Sports Club wanatarajia kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Round Sport ya pale nchini Rwanda. Kwa hiyo eh, sintofahamu imekuwa ni nyingi, lakini watu wengi wanatamani kujua, je, hatima ya mchezo huu ikoje? Kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania Bara, kupitia baadhi ya viongozi wameweza kufunguka kuelekea mchezo wa Kariakoo Dabi kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo afisa habari wa bodi ya ligi kuu, Karim Boimanda, amesema hawajapokea barua ya kutokushiriki mchezo huo kutoka kwa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Ngoja tunukuu kile ambacho ameweza kukisema Karim Boimanda anasemaje, anasema hivi: hapana, sisi hatujapokea barua kutoka Yanga Sports Club ambayo inaonyesha wachezi mchezo wa dabi ya Kariako. Sisi tumeshatoa ratiba na tarehe ya mchezo, na wao tuliwasiliana nao tukawapatia hiyo tarehe ya mchezo. Hata hivyo, Boimanda ameongeza kuwa anaamini Yanga Sports Club wanaendelea kujiandaa na kufanya maandalizi yote ya mchezo wa dabi kwa kuwa wao ni wenyeji wa kwa mchezo huo. Karimbo Imanda amesema hayo katika mahojiano na mwanamichezo Jacob Kapaya. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, hii ni taarifa ambayo imeweza kutolewa na afisa habari wa TFF Karimbo Imanda akithibitisha kwamba Yanga Sports Club tayari walishapewa tarehe rasmi ya mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club na wao pia waliweza kuipokea taarifa hiyo hiyo. Kwa hiyo mpaka sasa Yanga Sports Club, hakuna barua yoyote walioandika kuto kushiriki mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona maandalizi yanaendelea, lakini kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanasikiliza kile ambacho mashabiki wao wanakisema, yani kwamba kwa upande mwingine hawatopeleka timu kwa sababu mashabiki wanaamini Yanga waliweza waliwezakuhujumiwa kwaio hawatakii e kucheza mchezo dhidi ya Simba. Sasa Yanga wasipopeleka timu uwanjani juni i nini ambacho kitaweza kuwaputa? Kwa mujibu wa sheria zilizopo ni kwamba club kama wasipokwenda kucheza dhidi ya club moja watakatwa alama 15 kutoka katika zile alama ambazo wanazo kwa sasa katika ligi kuya NBC kuya tunaona, kama Yanga timu, watakata alama 15. Lakini watapigwa faini ya shilingi milioni tano kwa kuto kupeleka timu uwanjani ambapo milioni mbili na nusu itakwenda kwa bodi ya ligi kuu milioni mbili na nusu nyingine zitakwenda kwa timu ambaye ni Simba SC kwa yanga kushindwa kupeleka timu uwanjani lakini kitu kingine ambacho kitatokea kiongozi aliyesababisha timu kutofika uwanjani atakufungiwa kwa kipindi cha miezi kumi na mbili kwa hiyo kama kuna viongozi ambao wanashinikiza yanga kutokupeleka timu uwanjani basi kuna atiati -ati viongozi wakaenda kufungiwa. Kwa hiyo kwa sasa kilichopo ni mtego mkubwa kwa Yanga Sports Club, kwa sababu ukiangalia bodi ya ligi kuu Tanzania bara ndio yenye mamlaka wa kuendesha ligi kuu ya NBC, lakini hivyo viongozi wa Yanga hawana imani na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na kile ambacho inaendeshwa kwa sasa kupitia kwa mwenyekiti wa bodi ambaye ni Steven Mguto ambaye anatokea pale Tanga. Kwa hiyo mambo ni mengi, muda mchache, lakini hizo ndizo hasara ambazo Yanga watazipata iwapo hawatapeleka timu uwanjani katika mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanakwambia eh, kula mtori, nyama ziko chini. Kwa hiyo ngoja tusubirie kile ambacho tukitaka kwenda kujiri pale siku ya tarehe kumi na tano tutaenda kujionea. Je, Yanga watapeleka timu ama hawatopeleka timu?